Mpigie <coughs> <coughs> Bwana Yesu makofi. Tukiendelea kusimama tusome katika kitabu cha Zaburi 136 kitabu cha Zaburi sura ya 136, utasoma a, wewe utaitikia. Mstari wa pili yake, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Mshukuruni Mungu wa miungu Mshukuruni Bwana wa mabwana. Yeye peke yake afanya maajabu makuu. Yeye aliyeifanya mbingu kwa fahamu zake. Kwa maana fadhi zake ni za milele. Yeye aliyeitandaza nchi juu ya maji. Kwa maana fadhi zake. Yeye aliyefanya mianga mikubwa. Kwa maana fadhi zake ni za milele. Jua litawale mchana. Kwa maana fadhi zake ni za milele. Mwezi na nyota zitawale usiku. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyewapiga Wamisri kwa kuwaua wazaliwa wa kwanza wao. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Akawatoa Waisraeli katikati yao. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa mkono hodari na kwa mkono ulionyoshwa. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyeigawa bahari ya Shamu. Kwa maana fadhili zake ni za milele.